E, bwana nataka ni waulize kaswali kamoja hapa kazuri kabisa. Habari ya saizi? lakini salama kabisa. Lazima nitangulie kuwasalimia, ni kweli. Eh, bwana, twende e, tu haraka haraka, elfu e, hamsini na hamsini wangapi? Ah, kweli kaka, hilo swali aise. Ah, haujui elfu hamsini na hamsini wangapi? Ah, hamsini na hamsini wangapi? E, e. Ah, e, labda mama amepata amepata swali hapo, mama, elfu hamsini elfu hamsini ina hamsini wangapi? Ujui? <laughs> Asante kwa kunitazama. Mwenyekiti wako wa Wakumbozi, kama unavyoona, nimelewa kabisa na majibu ya watu wangu walionipa ambao wamenichagua wanawaza tu biashara, hawawaza hata hesabu ko, wanawaza tu kushika hela, hesabu hawajui. Niliwapa challenge moja tu kusema elfu eh, eh, hamsini ina hamsini wangapi? Wameshindwa kujibu. elfu hamsini ni jibu dogo kabisa. elfu hamsini ina hamsini elfu moja hilo ndo jibu langu, eh, kama mwenyekiti wako wa Kumbozi. Siku nyingine uwe makini inapokuja mwenyekiti wako, la sivyo eh, eh, safi kabisa.